Maelezo mengi yametolewa na mheshimiwa mwanasheria mkuu, na mimi nayaunga mkono kwa sababu nathibitisha yote aliyoyasema ni sahihi, na pengine kwa sababu ni mtu wa serikali. Kwa wale wana CCM wenzangu, niwakumbushe mengine ambayo nadhani mwanasheria mkuu hakuandika. Huyu mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwetu sisi, tumekuwa naye, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa miaka mingi amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu na amekuwa mjumbe wa sekretarieti yetu ya chama, lakini amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nawakumbusha wana CCM wenzangu kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan hakukosea, lakini mwanasheria mkuu amesema hapa kwamba ndugu Mwigulu ni mchumi mbobezi. Haya ni kweli, amesomea, lakini wakumbushe tu, kabla hajajiunga na uongozi wa chama na ubunge, alitokea benki kuu, kuthibitisha kwamba benki kuu hawachukui watu hivi hivi tu, wanachukua watu wenye uwezo. Kwa hiyo Mwigulu huyu ametoka benki kuu, kabla hajajiunga na masuala haya ya siasa. Mheshimiwa Jenista Jandae, Mheshimiwa Malechela. Mheshimiwa Spika, nakushukuru na mimi kwanza, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuifikia siku hii ya leo, lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia kukalia kiti hicho. Tunakupongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe, utatuongoza ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa mweshimua Spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dr. Mwigulu Nchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mama Malechela, jiandae Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kampeni nzito aliyoifanya akituongoza na sisi wengine, nampongeza na makamu wa rais. Mheshimiwa Spika, nakupongeza na wewe umetupa dakika tatu, sitazungumza mengi zaidi. Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kutuletea Daktari Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu, lakini nimpongeze kwamba mara kwa mara, tangu alipochaguliwa mara ya kwanza kuwa rais, huwa anawaona sana mawaziri wa fedha. Kipindi cha kwanza alipoteua makamu wake wa rais, alimwona waziri wa fedha ambaye alikuwa ni makamu wa rais aliyestaafu, kama sikosei, Dokta Mpango, alimtoa akiwa waziri wa fedha. Na leo amemwona Mwigulu Nchemba, aliyekuwa waziri wetu wa fedha, aliyekuwa mwenzetu tuliyekaa naye hapa kwa muda. Namkumbuka akiwa mbunge, nikiwa na maana bekbencha, akiwa naibu waziri akiwa waziri katika wizara mbalimbali. Mheshimiwa mbali. Spika, niwaambie waheshimiwa wabunge wenzangu wote, sifa hii hakuna mtu alizungumza, sifa kubwa ya Mwigulu Nchemba ambaye sasa anakwenda kuwa waziri mkuu wetu anafikika. Waheshimiwa wabunge, Waheshimiwa wabunge mlioko humu ndani lazima niseme ukweli. Kuna watu wakiwa mawaziri wanakuwa wagumu kufikika. Waziri Mwigulu Nchemba amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, amekuwa waziri wa fedha, mtu yeyote anamfikia wakati wowote pale alipoketi na waziri mkuu ajaye wa huyu hapa nyumbani kwake ni nyumbani kwa kila mtu. Hongera sana Mheshimiwa Spika, Rais Samia Suluhu hajui, lakini ameigusa mioyo yetu sana. Mimi nina uhakika wale tuliokaa na Mwigulu Nchemba tunamfahamu. Nyie mliokuwa nji ambayo mmeingia sasa, mlikuwa mnamsikia ni kijana, ni kijana mzuri sana, ana upendo kwa wenzie, anakukaribisha. Mheshimiwa Spika, nisingependa kuongea kwa muda mrefu, lakini naomba niwashawishi waheshimiwa wabunge wenzangu, tumepata waziri mkuu mzuri. Sisi tunamtaka waziri mkuu atakayetupokea pale mbele Ukienda akupe nafasi, wote mtakuwa mnataka hivyo. Yule pale ndiye mwenzetu atakayetupokea wakati wowote. Namshukuru sana mheshimiwa rais kwa unyenyekevu mkubwa, ametuletea waziri mkuu ambaye wabunge wote tunamhitaji. Asante sana mheshimiwa, asante.